Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imetangaza matumizi ya vitambulisho mbadala kwa ajili ya kupigia kura kwa wale ambao wamepoteza kitambulisho cha kupigia kura. Kwa sasa, wewe Mtanzania ambaye umejiandikisha kupiga kura na upo kwenye orodha ya wapiga kura zaidi ya milioni thelathini na saba, utakuwa na nafasi ya kwenda kupiga kura kwa kutumia pasi ya kusafiria kwa kimombo passport, lakini pia utatumia kitambulisho cha utaifa, wengi wamezoea ukiita NIDA ama leseni ya udereva. Hii yote i kuhakikisha kwamba inakupa nafasi wewe ambaye upo kwenye orodha ya daftari la kudumu la mpiga kura usipoteze haki yako ya msingi ya kupiga kura. Tangazo hili limeibua maswali na watu wengine kujiuliza mambo kadha wa kadha, na kuwa mjadala kwenye maeneo mbalimbali. Kutokana na hilo, tukalazimika kuja hapa ili kufanya mjadala huu maalum ili nawe uweze kupata elimu ni kwa nini INEC imeamua kutumia vitambulisho hivi mbadala kwenye uchaguzi wa Oktoba 29. Naitwa na Nurdin Selemani, ndiye ambaye nakualika hii leo kwenye Uchanganuzi kulipitia hii na kujadili ili kupata elimu ya kutosha ya kile ambacho kinapaswa kufanyika. Je, ni kitambulisho tu ukiwa nacho kinatosha, ama nini cha ziada kinachotakiwa? Hayo yote utayafahamu hapa kwenye uchanganuzi. Studio tumemwalika afisa kutoka INEC, lakini pia ni msimamizi wa uchaguzi katika jimbo la Kigamboni, Selemani Kateti, karibu sana. Asante sana. Kwema. Kwema kabisa. Mambo anasemaje? Alhamdulillah, tunaendelea mm, vizuri. Okay. Ndio. Harakati za maandalizi maandalizi ya uchaguzi dakika za ala salama hizi yapoje? Tunamshukuru Mungu, kila kitu kinakwenda sawa. mm. E, tunaendelea kusikiliza kampeni. Watu wanajitokeza kwa wingi kwenye kampeni, lakini pia maandalizi yanakwenda kwa kasi sana ya kuandaa kituo cha kupigia kura na tunaamini watu wako tayari baada ya eh, watoa wa, wa, wa elimu kupita kila mahala kuhimiza, na wameendelea kufanya hivyo. Kila kitu kiko sawa, tunasubiri tarehe ishirini na tisa ili tukamalize kazi mm. Twende kwenye jambo hili mahususi ambalo kwanza limekuwa mjadala tangu mm -hmm. eh, maafisa ambao eh, nyie ndio ambao wasimamizi, limeelezwa hili kuanzia kulembea mm -hmm. eh, watu wakaanza kujiuliza eh, kulikoni Uh, nakua na vitambulisho hivi vitatu mbadala mm -hmm. ndugu yangu ndugu yangu Nordini, mm -hmm. ni kweli e, tume imetangaza vitambulisho mbadala e, kutumika kwenye uchaguzi huu, lakini hii haibadilishi maana ya zoezi lilivyokuwa linaenda mm -hmm. E, itakumbukwa kwamba zoezi la kuboresha daftari lilifanyika muda kidogo na moja ya majukumu makubwa kwenye zoezi lile ilikuwa ni kuhudumia wale, wa, wale wananchi ambao wamepoteza kitambulisho au kitambulisho kimeharibika, kwa hivyo eh, kupata kitambulisho kingine. Kwa hiyo, jambo hilo lililotokea kipindi hicho mpaka ikalazimika kuboresha daftari, huenda ikawa sasa hivi pia kuna kuna mwananchi ambaye amepoteza kitambulisho hicho. Hiyo inaweza kumnyima haki ya yeye kupiga kura. E, ili hali yuko kwenye daftari la kupiga kura. Kwa hiyo kwa kuwa e, orodha ya waliojiandikisha ipo na imeshabandikwa kwenye vituo mm, na e, vitambulisho vipo vingine, kwa maana ya ulivyovitaja leseni ya udereva au pasi ya kusafiria au kadi ya NIDA, kwa kuwa anavyo na majina yanafanana mm, kwenye, kwenye, kwenye orodha ile ambayo alijiandikisha basi mwananchi huyo atakuwa ruksa kwenda kupiga kura. E, ambacho ni nataka kusisitiza hapa na wananchi wanatakiwa kuelewa ni kwamba hakuna mtu ambaye ha, hakujiandikisha kwenye daftari ataruhusiwa kupiga kura kwa sababu tu ana kadi ya NIDA au ana leseni ya udereva au ana, ana, ana, ana, ana, ana pasi ya kusafiria mm. La hasha. Ni wale tu ambao hana hivyo hana, hana kadi imepotea, au imeharibika, lakini yumo ndani ya daftari la kupigia kura, na orodha zimeshaandikwa kwenye vituo vyote nchi nzima mm. kwa hiyo hivyo hakutokuwa na, na, na mabadiliko ya idadi ya e, idadi ya wananchi ambao wanapaswa kupiga kura kwenye kituo husika mm. ni nukuu neno moja hapo. Ndio. Umesema kwamba mtazingatia ma, majina ya fanani Hmm. Mimi wakati nimekuja kujiandikisha kupiga kura nimejiandika Nordin Selemani Ramadhani. Ndio. Lakini kwenye hati yangu ya kusafiria ama leseni yangu ya udereva naonekana labda Nordin Selemani Magoa. Nikija na hicho kitambulisho ambacho kina picha yangu na huo mwonekano wangu na hivyo vitu vingine nitakubaliwa? Uh, masharti ya majina yanajulikana Ukibadilisha majina yakawa tofauti, tayari inahesabika ni watu wawili tofauti. Ndio wawiliofautomananasistiza tuzingatie kwamba wale ruhusiwa ni wale wenye hivyo vitambulisho mbadala, lakini kwa sharti ya kwamba viwe vina majina yanafanana eh, na yale majina ambayo amejiandikisha huyu mwananchi kwenye daftari la kudumu la kupiga kura. Mm. Tuna vitambulisho vingi uh, Uh, kateti mm -hmm. Mathalan kwa wafanya kazi labda na bima ya afya, mbona mm -hmm. na hayo majina ama yule mwingine, haya mambo ya NSSF na PSSF, wote hao. Nacho hicho kimoja, sina vile vitatu ambavyo mmevitaja, lakini kwenye hivi vingine vina majina yangu yote sahihi kabisa, nikaenda nacho kwenye kituo cha kupigia kura, hali itakuwaje? Uchaguzi ndugu yangu, ni sheria okay. Na haya mambo sheria hizi zinatungwa eh, kabla ya mambo yote. Kwa hiyo kile ambacho kimeelekezwa kwenye sheria ndio kitakachozingatiwa. Kwa hiyo kwa, kwa sasa vitambulisho vilivyotajwa ni hivi ambavyo tunavizungumza hapa. Kwa hiyo hakuna kitambulisho kingine chochote eh, kitaruhusiwa kutumika kama mbadala wa kadi ya mpiga kura mm, zaidi ya vile vitatu vile vitatu ambavyo vimesema Hmm. Kulikuwa ni mwaka huu eh, kwa sababu nimekuta sehemu mjadala mkubwa watu wanasema uamuzi uh, umekuja mwaka huu. Kwa nini haikuwa eh, hali kama hii huko mwanzoni, ama kuna jambo jingine ambalo eh, sisi hatulifahamu? Hebu tupe ufafanuzi eh, nini ambacho kilizingatiwa na tume kuamua sasa, jamani, kama umepoteza hiki ya kipindi hiki ambacho hatuwezi kutoa kitambulisho kingine basi utumie hivi vitatu. Ma maisha yanabadilika, tume inaboresha mambo yake kila siku, na ili kupata uwanda mpana zaidi, na kwa kuwa hakuna uboreshaji umefanyika kwa kipindi hiki kifupi kuelekea kwenye uchaguzi, tume ikaona ni busara wale ambao wamejiandikisha, wako kwenye orodha, ili wapate haki yao, basi na wenyewe waruhusiwe kwa kuweka hivyo vitambulisho mbadala. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni uboreshaji wa wa, wa, wa shughuli za tume na kuhakikisha wanamfikia kila mtu ambaye ana sifa e, zile ambazo zimeainishwa ili aweze kupata haki yake ya msingi ya kidemokrasia kumchagua kiongozi anayemtaka. Mm -hmm. Ndio. kabla tujaendelea, hebu tusikilize baadhi ya Watanzania ambao e, jambo hili nao inaonekana limewashughulisha hapa na pale ili tupate hisia zao na nini ambacho wanafikiria baada ya tangazo la INEC ya kwamba vitambulisho mbadala vitakavyotumika ni vya aina tatu pekee. Ndani imewasaidia sana kwa Watanzania wa kwa sababu wanapata nafasi au fursa ya kwenda kuchagua viongozi ambao wanawataka tofauti na mara ya kwanza, kwa sababu walikuwa wanahitajika kitabu kitambulisho ambacho mbacho ndo kiwa kinatumika kuweza kufanya uchaguzi. Mimi binafsi sikubaliani na hilo, kwa sababu maana ya kuwa na kitambulisho cha kupigia kura ni kwamba inatutambulisha kwamba ni cha kupigia kura maana yake nikitumia leseni kufanya hivyo hakuna umuhimu wa kile kitambulisho cha kupigia kura f kwa sababu amesema kama umepoteza kitambulisho, unaruhusiwa kutumia kitambulisho cha NIDA au kitambulisho cha leseni. Itasaidia kila mtu aweze wa kupiga kura na kila kila Mtanzania ya ni haki yake kupiga kura. Naam, mawazo mseto ya Watanzania hayo. E, dada ambaye anamaliza anasema kwamba atatoa fursa kwa wale ambao wamepoteza vitambulisho kwenda kutumia haki yao ya kikatiba kupiga kura. Lakini kaka ambayo tumemsikia, anasema hii itaonyesha kwamba hakuna umuhimu sasa wa mtu kuwa na kile kitambulisho chenye tu cha kupigia eh, kura peke yake. Umesikia mawazo hayo eh, Kateti? uh-huh. <laughs> ya Tanzania yani, kuna watu ambao wanaona kwamba <laughs> hadhi itashuka ya, yes. ya kile Kiparata tunakiita eh? uh -huh. Kila mtu mwingine mawazo uh, kama haya huwa yanawashughulisha kiwango gani? Uh, kila mtu ana haki na uhuru wa kutoa mawazo yake, yeye ndo mawazo yake, lakini pia umemsikia mwananchi mwingine hmm. Ameona uzuri wa kile NEKI ilichoamua kwamba tutawafikia Watanzania wengi zaidi e, hata wale ambao wamepoteza kadi kwa hiyo e, ni, ni mgongano wa mawazo, lakini lengo ni zuri, kuhakikisha sasa kila mtu ambaye yuko kwenye orodha basi anaweza kupata fursa e, ya kumchagua kiongozi anayemtaka. Hilo ndio lengo, hakuna lengo jingine. Lakini kikubwa na cha kusisitiza hapa ni orodha ambayo hata sasa hivi tunavyozungumza ipo kwenye kituo. Kwa hiyo watu wote ambao wanapaswa kupiga kura kwenye kituo hicho wameandikwa kwenye orodha hiyo, ndio muhimu e, kwamba amekuja na kitambulisho gani e, kwa kuanzia tumetoa hayo maelekezo sasa, angalau hata wale waliopoteza, lakini yumo kwenye orodha, basi aweze kufika na hivi vitambulisho na baada ya kukagua na kujiridhisha kwenye majina, basi ataruhusiwa kwenda kupiga kura hmm. Ila kaka pale aliwashughulishi kuona kwa kwamba kama watu sasa wanaanza akupata mawazo ya kuona ah, iki kitambulisho kumbe cha kupigia kura hata kama nikikipoteza bado tuna nafasi nyingine ya kupiga uh, kura pasi na kuwa nacho. Uh, sio jambo la kuzingatia, Amoni, kuna kitu ambacho kama aine kinabidi kifanyike ili mtu bado aone thamani ya kubaki na hiki uh, kadi yake ya uh, mpigia kura. Eh, tutachukua maoni yake na kadiri ambavyo tutakuwa tunaendelea kufanya shughuli zetu tutaangalia namna ya, ya, ya kuboresha zaidi, lakini yatachukuliwa kama mawazo, lakini kwa sasa eh, maelekezo ya tume kwa wananchi ni kuhusiana na hivyo vitambulisho vitatu ambavyo vimeainishwa na hao watu wataruhusiwa kwenda kupiga kura mm. Ndio tayari imeshabandika uh, majina. Yeah, kwa ajili ya watu kwenda kukagua kabla ya yeah, kwa kufanyika kwa uchaguzi yeah, wenyewe. Iwapo mtu kwa sasa anafika pale halafu jina lake halipo, na wakati katika utaratibu wa kawaida nafahamu, kwa mimi nilikuja nijiandikisha eh, kituo Azam TV A, ama Azam TV B C, na C haipo, lakini kitambulisho chake anacho na kinaonyesha kwamba huyu ni mpiga kura wa eneo fulani, utaratibu unakuwaje? Eh, kwanza majina yamebandikwa kwa alfabeti mm, ambayo atamwezesha mwananchi kuweza kujiridhisha kama jina lake lipo. Kwa mfano, ukiwa e, unaitwa Hamisi, kuna Hamisi ya h atakwenda kwenye H, lakini akiwa anaitwa Hamisi ya k atakwenda kwenye k na atakutana na jina lake. Ikitokea eh, jina lake halipo na alijiandikisha na kitambulisho anacho, jambo ambayo silifikirii kwamba inaweza kutokea, basi ofisi uh, za INEC, tume ya taifa, tume huru ya taifa ya uchaguzi zipo wazi, anaweza kufika na akaeleza aka, aka, aka hiyo changamoto ambayo amekutana nayo, ili kuweza kumsaidia eh, kumsaidia kupata uvumbuzi, lakini kimsingi ni kwamba majina yote baada ya kufanya kuboresha uboreshaji wa awamu ya pili yaliwekwa, na wale wote ambao walijiridhisha kwamba majina yao yapo, hakuna mahala yameenda. Ndugu yangu, kila mtu jina lake lipo, na hii kazi imefanyika kwa ustadi mkubwa na weledi mkubwa, na majina yote yamebandikwa kama ambavyo yalihakikiwa kwa mara ya pili, mm. <coughs> mimi nimekwenda kuhakiki leo uh, Nordin Selemani Ramadhan. Lakini labda Nordin yangu mimi eh, eh, ni pale mwisho aina ai na ambavyo ipo kwenye kitambulisho. Lakini nafika pale nakuta kuna mabadiliko yamewekwa ai pale Nordin eh. Hapo kutakuwa kuna shaka mimi sikurudi ama labda kutaka ufafanuzi kwamba naona jina langu alijakaa sawia kwa sababu kumbuka mwanzo kuza kuza kuhusiana na swala la, la, la, la, jina na hii ni eneo ambalo nyeti sana kwa <tune> yeah. <tune> <tune> mambo haendi sawa yeah. Inakuwaje hapo? Hayo yote unayosema yalifanyika katika uboreshaji wa awamu ya pili. Ukifika na kadi yako ukaona kuna mapungufu, whether uone jina au umekuta ile kadi ina jina lina changamoto, kulikuwa na kazi ya kurekebisha unaingia ndani ya kituo na unafanya marekebisho kadiri ambavyo utaona inafaa. Kwa kwa sasa hivi ni ku display kile ambacho tulikubaliana, tumekidisplay pale. Kwa hiyo hakuna mabadiliko mengine yeyote tofauti na yale yaliyopo kwenye kadi yako ya kupigia kura. mm. Kwa kama nikifika na nikakuta, uh, hayo mabadiliko ambayo nayasema na kwenye jina hapa kuna ai na huku amna ai kwenye karatasi yako inaonekana kuna, kuna, kuna ai kwenye kitambulisho changu hamna ai, nitapiga kura salama salimii? Natamani uamini kwamba hakutokuwa na utofauti na kile ambacho tulihakiki mara, natamani hilo uniamini <laughs> <laughs> kwa sababu pia ni kazi tumeifanya imefanywa na binadamu, wakati mwingine na kuna wengine wakupata nafasi ya kuja kuhakiki ambapo daftari lilifunguliwa kwa mara ya mwisho baada ya watu kujiandikisha, ndio maana eh, na, na, na, na mimi naeleza na, na yale ambayo watu wengine pia wanatamani kupata hayo majibu yake, yes. Mm. Na naamini na tume, utakuwa shahidi, imebadilika sana, kuna kuna eh, mifumo ya kisasa. Mm -hmm. Eh, kuna mgombea mmoja alikuja kuchukua fomu kabla hajatoka ofisini kwangu akapata ujumbe unamwambia ye ni fulani fulani amechukua fomu ya ya kugombea kiti fulani akarudi akashangaa akasema inawezekanaje kwa hiyo mambo yameboreka makosa yale ya kawaida ya kibinadamu eh, kwa sasa hivi hayapo kwa sababu kazi hii inafanyika kwa weledi mkubwa na kazi hii imefanywa kwa ustadi mkubwa hatutarajii kuwa na makosa makosa, eh, makosa ambayo si ya lazima kama ya herufi na nini. Kwa hiyo ninaamini yale ambayo waliyaona na tukakubaliana kwa kufanya marekebisho ya kile ambacho wanakitaji yatakuwa hivyo hivyo kama ambavyo tulikubaliana kwenye wakati tumebandika lile daftari la awamu ya pili. Mm. Ndiyo. Mchakato wenyewe wa watu kwenda kuhakiki sasa. Uh, kuna chochote ambacho kinatokea kina hapa katikati, wapo mtu anakwenda kuhakiki alafu akataka uh, labda kufanya jambo ama ni muda tukujiridhisha kwamba upo kwenye orodha ama la. Eh, kazi kubwa ni hiyo kujiridhisha, lakini pia kwa sababu vituo vya ku, vya kuboresha eh, vya kujiandikishia vilikuwa vichache, lakini sasa ili kuhakikisha hili zoezi linakwenda haraka, vituo vya kupigia kura vimekuwa vingi kidogo. mm -hmm. Kwa wale wamegawanywa, lakini kwenye eneo hilo hilo, kwa ni ukienda kuhakiki mapema inakusaidia kujua hasa ni kituo gani ambacho utakwenda kupigia kura. Kwa jambo kubwa ni kuhakiki, niko kwenye orodha. Na ukishaona eh, huko kwenye orodha basi una, una, unakwenda kusubiri siku ya kupigia kura. Na sofa hatujapata changamoto yoyote au kupokea mtu yoyote akiwa analalamika kuhusiana na maswala ya majina. Lakini zoezi hili linakwenda linakwenda. Leo ni siku eh, ya, ya kwanza, naamini uko mbele, kama tutapata changamoto E, tuta, jana ulianza kubandika jana ndio. Kwa hiyo naamini huko tunakokwenda kama kutakuwa na changamoto tutaihendo ka, kadiri ambavyo itakuwa inahitajika mm. mm. Kwa hiyo mifumo yenu ile ya tehama unasema kwamba imesaidia hali ya mambo, eh, mambo, <laughs> mambo <sami>. <laughs> <laughs> na wakati hizi watu ua, pia huwa wanapewa elimu ikiwemo zile karatasi za kupigia kura za mfano na mm kupitishwa kwamba unatakiwa ufanye moja, mbili, tatu, tiki yako natakiwa iweke hivyo. Ukifanya hivyo umeharibu kura, ukifanya hiki kimekwenda tofauti. Hii nayo inaanza lini? Eh, umenikumbusha jambo zuri. Hivi navyozungumza na wewe sambamba na majina tumebandika, eh, mfano wa karatasi ya kura. Kwa hiyo eh, ao lakini pia tuli, tuliwapatia wagombea wote na wa vyama vyote wakapita nazo kwenye kampeni na wanaendelea kupita nazo, kuwaelekeza au kuwafafanulia wananchi ni namna gani watapiga kura. Hiyo ni zoezi ambalo sasa hivi linaendelea la kuelekezana namna gani ya kupiga kura. Lakini nitumie nafasi hii kutoa wito kwa watanzania wenzangu, hakuna sababu ya mtanzania kutoka nyumbani kwenda kituo cha kupigia kura kwa ajili ya kuharibu kura yako. Kura yako ni haki yako. Si ndio? Kao sioni sababu ya mtu kutoka akaenda asifanye ile kazi iliyompeleka pale kwa usahihi, aidha kwa kuwa makusudi au kwa bahati bahati mbaya e. Alama itakayowekwa ni moja kwa mgombea unayemtaka, usijishughulishe kwa mgombea usiyemtaka kuweka alama yoyote, ili usiweze kuharibu kura yako. Imekuwa mm. E, me, ikitokea kwenye chaguzi za nyuma, mtu anaweza kuweka alama ya ya vema kwa mtu anayemtaka lakini akaenda cement ku, ku, ku, ku, au kuandika hapana kwa mtu asiye mtaka, jambo ambalo linapelekea wakati mwingine ile kula ikaharibika kwa kutokutaka. Kumbe yeye nia yake alitaka kuonyesha ni jinsi gani yule mtu ham, ham, hamuhitaji e, kama mgombea wake. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwahimiza kwenye hilo na wazingatie e, elimu zilizotolewa kuhusiana na karatasi ya kupigia kura na wahakikisha wanafanya kile ambacho kimeelekezwa. Mm. E, kuna hayo makundi mengine ambayo kwa namna moja ama nyingine e, hasa wale watu ambao wasioona ndio. E, na wenyewe wanahitaji haki na, mm, tunatambua kwamba Waswahili wanasema kura ni siri, lakini sisi bado zile karatasi zetu hazimpi fursa ya kusema kwamba zile nukta nundu kwamba hapa mimi nitafanya hivi mwenyewe peke yangu. Lazima atasindikizwa na mtu, ataelezewa kwamba box ya kwanza ni mgombea a, la pili che fe mpaka huko mwisho. Kwa hiyo atasema kwamba niwekee labda kwenye a ama be, ama, che, ama de. Hii kama tume mnaitafakuri kiuhakika kuona kwamba hawa watu na wenyewe kwa usiri ule uwe na unyeti wake nao pia umwachie mwenyewe aweze kwenda kufanya mambo yake kwa utulivu basi na ule usaidizi ambaye unawezekana au mtu mwingine anaambia kwamba bwana mimi naomba bwana Selemani bwana niwekee hapo kwa Nurdin ukasema ah ngoja niweke kwa Selemani tu hapo baada ya Nurdin narudia <tuhi> na tena bwana Nurdini tume imejipanga tume huru ya taifa ya uchaguzi imejipanga <tuhi> eh, kutakuwa na karatasi maalum za <tuhi> nukta nundu ambazo zitamwezesha huyu mwananchi asiyeona kuweza kupiga kura yake yeye mwenyewe. mm -hmm. Na hizo karatasi zimesha tawanywa na, na, na kwenye vituo zo, vyote zitakuwepo. Kwa hiyo kitokea mtu mwenye uhitaji wa hizo karatasi atapewa na atapiga kura mwenyewe. mm -hmm. Kwa hiyo sio kama ile ya zamani msaidizi anakuja. mm -hmm. Alafu anafanya tofauti na anavyotaka. Safari hii watu hao wamezingatiwa na watapiga kura wenyewe maendeleo makubwa sana ya INEC. mm -hmm. Neno lako nini sasa wakati huu ambao e, siku zinakwenda watanzania wakingojea kwenda kutumia haki yao ya kikatiba kuchagua viongozi ambao wataongoza kuanzia baada kukamilika kwa uchaguzi na uchaguzi wenyewe ni Oktoba 29, ukiwa afisa kutoka INEC na msimamizi wa pale jimbo la Kigamboni katika mkoa wa Dar es Salaam. neno lako kwa nini kwa Tanzania nyakati hizi? Uh, mi naipenda sana kauli ya INEC, anasema kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Kwa hiyo nitasisitiza hapo. Uh, tumepata fursa ya kushiriki uchaguzi huu, fursa hii itumike ipasavyo. Umejitokeza kujiandikisha, una kadi yako, haikuishia hapo. Tumeshuhudia makundi kwa makundi kwenye kampeni, kwenye ambayo yameendelea yame kujitokeza ee, makundi ya vijana yameendelea kujitokeza, yasiishie hapo. Makundi hayo na wananchi hao ambao wamejiandikisha kwa wingi, wamejitokeza kwenye kampeni kwa wingi, basi fursa hiyo pia itumike kwenda kupiga kura. Kwa hiyo Watanzania wote, ni waombe tujitokeze kupiga kura, hii ni haki yetu ya msingi, tutafanya maamuzi ya kuchagua viongozi tunaowataka kwa kipindi cha miaka mitano ijayo, e, ili sasa, e, angalau huwa umeshiriki kwenye mchakato wa kuweka viongozi madarakani. Hiyo ndio neno langu kwa Watanzania, na maneno kwake Selemani Kateti, afisa kutoka tume huru ya taifa uchaguzi INEC na msimamizi wa uchaguzi katika jimbo la Kigamboni, katika mkoa wa Dar es Salaam. Nikushukuru sana Katiti. Asante sana ndugu yangu. Yeah. Na, na kwa nukta hiyo ndio tunafikia tamati ya uchanganuzi hii. Leo tulikuwa tukipiga darubini uamuzi wa INEC kutoa vitambulisho vitatu mbadala kwa wapiga kura wale ambao watakuwa wamepoteza kadi zao za kupigia kura. Hivyo ukiwa na pasi ya kusafiria, uh, kitambulisho chako cha taifa lakini pia leseni ya udereva inakuruhusu pia kwenda kupiga kura Oktoba 29 iwapo jina lako lipo kwenye daftari la kudumu la mpiga kura, ulijiandikisha ama pia ulishafanya maboresho ya taarifa zako. Na nukta hii inafikisha tamati ya uchanganuzi huu, ambao leo tulikuwa tukifanya uchanganuzi maalum kabisa kwa ajili ya jambo hili, ili kuondoa ukakasi ambao ulishaanza kuwepo kwenye jamii baada ya kutoka taarifa. Je, lakini pia umesikia maandalizi, namna ambavyo anaendelea. Naitwa Nordini Selemani, kutakie tu kusanajimwema vipindi vinavyoendelea na usiku mwema.